Umeingia kwa ibada saa ngapi? Mchungaji amesimama saa sita, umekaa saa ngapi? Ikifika saa sita unaanza kuangalia saa Kwa sababu naye mtu wake anaogopa saa saba amekuachilia. Amen. Unafanya nini? Haya. Umekaa kwa ibada masaa ngapi? Masaa ngapi? Masaa kumi na mbili ukitoa mbili inabaki ngapi? Kumi. Kumi na mbili ukitoa mbili inabaki ngapi? Kumi. Haya. Waitaje hiyo ni siku ya kwanza. Hiyo si si si okay. Mm. si si si ni siku ya Bwana ama ni siku ya siku yangu? Ha? Hesabu hiyo, ni hakuna kuiba kula hapa. Masaa mawili ukitoa kwa 12. Na baki ngapi? Sasa nikuulize wewe, nikuulize. Hiyo ni siku ya Bwana ama ni siku ya siku yangu? Jumapili, umepangia ratiba kwamba Jumapili nitaamka nifue mpaka saa kuingia kwa ibada nikimaliza saa tano saa saba nime nimetoka saa nane niingie chama, nikitoka chama saa ingine niingie, niko na titi, niko na mkutano, yani siku meika wana yote, Bwana ukamwambia wewe, Bwana chukua masaa mawili, na ukaiita siku ya Bwana. Haleluya! Na kwa sababu shetani amefaulu kupunguza Mungu Shetani amepima kila kitu, kila kitu amepima. Na watu wanasema ah, ni kwa sababu sawa tu, tumekuwa na kitu sawa, endelea na kitu yenu. Bwana asifiwe, haleluya. Amen. Amen. Iwapo hatutafaulu kulirudisha kanisa la Bwana mahali lenye ni stahili kuwa, bado kanisa la Bwana litakuwa ni maigizo na michezo na vitu Wakati mmoja nilienda nikamwambia mtu, kabla shetani anifanyia hiyo kitu, nilikuwa naona vitu katika ulimwengu wa kidogo. Na wakati mmoja nilikuwa katika maombi ya siku ishirini na moja, Mungu akanifunua macho hivi, akanitembeza kwa kila makanisa ya deliverance yote, akanitembeza kwa makanisa yote ya ukombozi na bola, akanionyesha nikienda ninapata kanisa limejaa naonesho siku ingine hilo kanisa limeisha, nikaolea kwa lingine nitaaga nika, mtu ambaye ni nabii nikamwambia kile nimeona nikamwambia mtumishi wa Mungu, mimi nimeona makanisa yote yame, yote yameisha. Akaniambia ni tena akaniuliza mawazo we, yaoakaniuliza mpaka mtakatifu, lakini nakwambia usiende bali hembe ya makanisa yote yenye yalikuwa yanataka na deliverance yako hapo sasa hivi.

Chapati kama hiyo ukikula

Ikifika na foto ni alat. Bwana asifiwe. Nitakimbia ndio maana hii nitaendeleza kesho. Ibada ya mchana. Amen. So nitaenda ndio haraka. Jana tumeongelea kwamba iwapo umekutana na Bwana, iwapo umekutana na Yesu, ni vigumu sana kutenda dhambi. Amen. Ni vigumu sana kutenda dhambi. Na ikiwa unatenda dhambi, ni mambo mawili yamechangia. Wa, haujui Yesu? Pili, yeye. Amen, lakini mtu yoyote aliyekutana na Yesu maisha yake yaligeuka. Paulo alikuwa jambazi basi, alikutana na Yesu maisha yake kageuka. Kuna yule kahaba alikutana na Yesu maisha yake kageuka. Kulikuwa na yule Zakayo mpaka ushuru, alikutana na Yesu maisha yake kageuka. So Yesu mwenye uko naye miaka kuna mabadiliko. Amen. Yeah, yeah. Na jioni ya leo nataka nikufundishe what is the five? What is the five? Ndio mcumi. What is the five?